Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amewahakikishia wananchi kuwa Uchaguzi Mkuu utafanyika kwa utulivu na amani katika kipindi chote cha matayarisho hadi uchaguzi. Ameyasema hayo leo Aprili 24 alipokuwa akihutubia taifa jijini Dar es Salaam. Aidha, Rais Samia ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi katika kushiriki mchakato mzima uchaguzi, wa uchaguzi kuanzia kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura na kujitokeza kugombea na kupiga kura. Kwa upande mwingine Rais Samia viongozi na wanachama wa siasa na wafuasi wa vyama vya siasa kuzingatia taratibu na sheria za nchi. Serikali imejipanga kuhakikisha kuwa mahitaji yote ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yanapatikana kwa ukamilifu na kwa wakati. Aidha, tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya utulivu na amani katika kipindi chote cha matayarisho hadi wakati wa uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Wito wangu kwenu wananchi, mjitokeze kwa wingi kushiriki katika mchakato mzima wa uchaguzi kuanzia kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kujitokeza kugombea na hadi kupiga kura. Niwatake viongozi wanachama na wafuasi wa vyama vya siasa tuzingatie taratibu na sheria za nchi. Uchaguzi huu uwe ni fursa ya kuimarisha zaidi umoja na demokrasia yetu, ili tupate viongozi bora na walio imara. Kamwe tusiruhusu uchaguzi huu kuwa chanzo cha migogoro, chuki, mivutano na uvunjifu wa amani ndani ya vyama, baina ya vyama au nchini kwa ujumla. Hii ni Biseko TV, endelea kuwa nasi kwa taarifa mbalimbali.